na nimetumwa na Mheshimiwa Rais nije maalum nije ni kuwageni kwa niaba yake, na kubwa zaidi anakutakieni inshaallah safari njema Amen. Mwende salama na mrudi salama inshallah, hija yetu ikubaliwe inshallah Amen. Kwa Mwenyezi Mungu atujalie sana sote, tuondoke hapa tukiwa wamoja wa na turudi wamoja, na saa zangu kwa usiku huu ni chache tu, mbili tatu tu, kama tulivyohusiwa juzi wakati Mheshimiwa Rais alipokuja alituhimiza sana kwamba, tujitahidi sana, tunaondoka hapa tukiwa wamoja, tusije tukafika huko tukaanza kufarakana. Tutembee katika vikundi vya watu wachache wachache vile, ili tuweze kuju, kujuana na kufika mahali tulikokusudiwa kwa pamoja, na pili sisahau kuiombea dua nchi yetu insha allah na viongozi wetu. Mwenyezi Mungu ajalie na nchi yetu endelee kwa amani na utulivu katika siku hizi zinazokuja chache, maanake tunakabiliana na uchaguzi. Na nyinyi mnakwenda katika ardhi tukufu na dua ya huko inshallah hairudi. Tuombe Mungu, tujiombe sisi wenyewe kwanza. Nyinyi wenyewe mnakwenda mjiombe Mungu, mwombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu na wetu, na viongozi wetu, na inshallah Mwenyezi Mungu atatukubali dua zetu. Naomba sana, naondoka hapa. Na, nao viongozi wenu wanakuchukueni nakwenda nao, fuateni maelekezo mtakaopewa na viongozi wenu, ni muhimu sana vinginevyo. Nakumbuka ah mimi njia nazijua, njia tumekuwa tunapata shida sana kusafiri kuelekea Saudia, serikali ikafanya kazi kubwa kwa maelekezo ya mheshimiwa rais amenituma mimi mara mbili nimekwenda Saudia kwenda kuzungumza na uongozi wa nchi hii ya Saudia, falme ya Saudia ya alhamdulillah, leo tunaondoka hapa. Tunashukuru sana shirika la ndege la Saudi Arabia limetulia ndege moja kwa moja kutoka huko mpaka hapa. Kwa hiyo mtaondoka hapa, hamtopitia popote, moja kwa moja mnafika katika mji wa Madina, insha Allah tafika huko na ndege ya Saudia, hamtoteremka popote zaidi ya uwanja wa ndege wa Madina. Hili ni neema kubwa, tushukuru Mwenyezi Mungu. Jitihada kubwa mmefanya, serikali na shirika la Saudi Arabia kwa jitihada yao kubwa waliofanya, na hatimaye leo alhamdulillah, ndege. Msichukue muda wenu mrefu, kabla hamjaondoka hapa, hamjaondoka hapa, nikutakieni safari njema inshallah, muende salama na mrudi salama, na mkute familia zenu hapa nyumbani ziko salama inshallah. Asanteni sana, Mungu awabariki nyote.